Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru kunipa nafasi hii kuongea mbele yako. Kwanza, ujio wako umekuwa kama ni mbaraka, kwa sababu baada tu ya kuambiwa utakuja katika Ndungu hii tumeona neema ya mvua ambayo ilikuwa imetoweka kwa muda mrefu. Kwa hiyo hiyo ni chanzo cha kujua kwamba kweli unakuja kutatua makero za wananchi. Lakini Mheshimiwa Rais, kero isimamisha hapa, Waziri Mkuu mimi nimepewa vyoo vya kujenga katika sekondari ya Gonja Seki mwaka elfu mbili na ishirini na mbili nimejenga vyoo hivyo, nimebabaishwa malipo yangu mpaka leo hii. Nadai milioni mbili na laki nane na elfu hamsini sijalipwa. Mimi mmewapa me, watu kazi mpaka nimeuza ng'ombe zangu na ndoa yangu imekuwa na mgogoro shauri ya hiyo kazi. Kwa hiyo Waziri Mkuu, timu yote wa wilaya mkuu wa wilaya anajua, sijui mkurugenzi nini, lakini kuna kuna mhandisi mmoja aliondoka, alishawahi kuniomba rushwa, nikamwambia sitoi rushwa wala sipokei rushwa, na hicho naona ndio sababu mpaka leo sijalipwa fedha zangu. Na- naomba kama kuna uwezekano jamani, nisaidiwe hizo hela niweze kulipa hawa vijana mnaowaita vijana wa elfu mbili mkuu wa wilaya huko wapi? Mkuu wa wilaya na timu yako, nani na nani wa, watendaji wote wa wilaya njoni hapa, wa wilaya hii hapa. Mkuu wa wilaya, mkurugenzi, e, simameni hapa pembeni hapa. Wengine wako wapi? Mkuu wa wilaya, wakuu wa idara wote wa wilaya isogeni hapa. yule mhusika yuko wapi? Yule aliyeuliza swali yuko wapi? Umejenga vyoo mwaka gani? Mwaka elfu mbili na ishirini vyoo vyenye matundu ishirini na manne vyoo vyenye matundu ishirini na nne ndio mwaka gani? Elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu vya sekondari vya sekondari ya Gonja Seki, mpaka leo sijalipwa. Afisa elimu vile vyoo vilikamilika vikukamilika Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyoo vimekamilika, lakini kwa mimi sina taarifa kama kuna vyoo vilikuwa vinadaiwa. Kwa hiyo ninaomba nilichukue kwa ajili ya kulifuatilia. Au kutuma hiyo kazi akajenge aka alienda kujenga kwa kujitolea? Alienda kujenga kwa kujitolea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, samahani, kipindi hicho mimi sikuwepo, kwa hiyo nitalifuatilia. Mlimpa kazi? Amkumpa kazi? Atakuwa alipewa kazi. Mkuu wa wilaya yuko wapi hivyo vyo anavyosema mlimtuma ajenge au alijitolea? Mheshimiwa Waziri Mkuu ni sahihi kwamba huyo mzee alipewa kazi ya kujenga vyoo haya mwaka elfu mbili na ishirini mpaka leo vyoo vinatumika, tangu mwaka elfu mbili na ishirini hamjawahi kupata milioni mbili. Hili swala nilishalishughulikia na nilishamwagiza mkurugenzi kwa sasa. Hapo mlipokaa hapo, toweni kila mtu mwenye fedha mfukoni, mlipeni sasa hivi, nione mnamlipa hapo Mkuu wa Wilaya cha, kaa hapo pembeni na wataalamu wako, awe ipatikane milioni mbili, mpatie hapa hapa. Mtu amejenga vyoo vimekamilika, milioni mbili. Milioni mbili tunahangaisha mwananchi. Halmashauri halmashauri imekosa milioni mbili. Halmashauri imekosa milioni mbili toka elfu mbili na ishirini. Mkurugenzi, mapato yote umekosa milioni mbili ya kulipa. Mheshimiwa Waziri Mkuu tunamlipa. Mmekosa milioni mbili miaka Mheshimiwa, mitano, milioni mbili na matundu mnatumia. Mheshimiwa Waziri Mkuu tunamlipa leo leo, sio leo leo, hapa hapa, nataka alipwe hapa, aondoke na hela yake. Aya, kaeni pembeni hapo, mlipeni.